Katika jambo wenzetu wanajifunza kulitekelezea tatizo. Uchaguzi wa Juni 1961 nchi hii hapa ulileta maafa makubwa sana, watu 68 wakauawa, ikaundwa tume ya uchunguzi. Wakoloni hao walikuwa wabaya kiwaliunda tume ya uchunguzi, na ripoti ya uchunguzi ule ilitekelezwa yaani, mapendekezo alotoa ya hatua za kuchukua ili mambo kama yale yasijakajirejea tena, ilitekelezwa. Moja mm, katika jambo alilojitaja ni kusisitiza, um, zaidi umuhimu wa consultation baina ya vyama vya siasa na tume ya uchaguzi. Ukenda ukitizama, bahati mbaya sikujua kama ningekuja, ningekuja nayo, ukenda ukitizama ripoti ya uchaguzi wa mwaka 63, mpaka hao wajumbe wa vyama wa Afro Shirazi, wa Zanzibar Nationalist Party na Zanzibar Pemba People's Party wametaja wajumbe wa kamati ya mashauriano baina ya vyama vya siasa na tume ya uchaguzi. Kwa hivyo nilifunga hili, sikwambia kwamba hakuna consultation, ni kama kaida ya kutunga na hau na maneno mengi, lakini vitendo havionyeshi, haviambatani na maneno yao, yeah. Swali la pili la ndugu yangu Rahma Sulemani kasema, kama alipomalizia, nimesema kwamba ukweli hauchomeki moto. Sasa kama ni hivyo, tuna hofu gani Zek kuchoma nyaraka? Ukweli hauchomeki moto ni sahihi. Hata leo Zek wachome nyaraka, haifuti kwamba wameuvurunda uchaguzi 25. Aibu, kashfa, uvundo unanuka. Anauongoza kazi na tume yake haiondoki, na wataalamu wanasema mahakama kubwa zaidi ni mahakama ya public opinion, jamii inavyowatazama. Kwa hivyo, hiyo ndio maana ya kusema ukweli hauchomeki moto, lakini hapa kuna taasisi na kuna mienendo ya mambo yakiwemo ya kesi mahakamani, yana taratibu zake, na ndio nimesema hapa kwamba wewe ni mmoja katika wadaiwa, umekuwa petition, umejibu hiyo petition, umetumia nyaraka hizo hizo kwamba ndio ushahidi wako unataka kuleta mahakamani kuthibitisha hayo yako dhidi yetu sisi, halafu leo unasema unakwenda kuharibu na kuzichoma. Yaa, wewe mzima hapa? Mantiki tu, mantiki tu inakata wewe mwenyewe katika majibu yako mahakamani umesema unatumia fomu kumi na tatu B ni moja katika vielelezo vyako za matokeo katika baadhi ya vituo maarufu umechagua Leo kuteketeza nyaraka sasa, ndio wenyewe wazungu. Kwa hivyo, kwa hivyo kusema hiyo haijapangwa lote, unaposema ukweli hauchomeki moto ni kwamba hata wakifanya hivyo, atakaofanya, nimesema wakifanya hivyo ni kosa la jinai, lakini hata hata wakifanya hivyo, nchi tunajua takba, lakini bado haitaua bado mahakama ya umma itawahukumu, lakini nasema hilo mbali kuna kesi mahakamani. Kama kweli kutakiwa angalau kubaki hiyo chembe ya heshima, wana wale wanataka waaminike duniani, sio ZEC au mahakama, nchi kwa jumla basi watapimwa. Na mimi katika hili namshukuru sana Mwenyezi Mungu kamuongoza bila mwenye kujua kujitoka hadharani jana akasema haya. Na nyie, mnajua jamii tangu jana inazungumza nini Zanzibar. katika swali kila pale mnaona mjadala, kajikashifisha mwenyewe. Jese kauliza kwamba endapo hayatatekelezwa tutachukua hatua gani, haya mambo matatu ambayo tumeyasema hapa. Kuna swala mmemtaka lizungumze kwamba Unajua wataalamu wanasema kila kesi ina siasa zake, hata kesi ya kuiba kuku ina siasa zake, kwa sababu siasa ni maisha na siasa ni jamii. Huwezi kutenganisha masuala ya kesi na jamii. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kuzungumza na umma kupitia nini? Kwa sababu na wao wametoka hadharani, kuna kesi. Lakini ukiniambia hatua gani nyingine tutachukua, haya masuala bado yapo mahakamani, kuna taratibu za kimahakama zitaendelea, na wanasheria wetu tangu jana wanashauriana juu ya hatua za kuchukua badala, lakini kwa jinsi umma ulivyo onesha masikitiko kwamba nchi hii na vurugu ya kiasi hichi, sisi kama chama makini tusingefahamika kama tungekaa kimya. Kwa hivyo, ilikuwa lazima tuzungumze, na hatuzungumzi si tu Wazalendo, tunazungumza na umma wa Zanzibar, tunazungumza na ulimwengu fahamu. Lakini hatua gani ziko, hatua nyingine wanasheria wetu wanashauriana, tutajua nini cha kufanya. Yabir kauliza kwamba chama kinafikiria engagement nje ya hii tuwafanya, kupitia shughuli hii na tume ya uchaguzi. Najiuliza engagement gani? Kwa sababu kasma, unapokuwa na chombo ambacho kazi yake inataka uadilifu na haki kusimamia uchaguzi, watu wanafanya michezo tu katika mambo lakini watu hawajui kwamba uchaguzi ni kilele.